Alzenjbary Technology, kuna mwemba mmoja mtazamaji wetu kauliza, nikipata watazamaji wangu laki moja kwenye YouTube naondoka na kibunda kiasi gani? Napata pesa kiasi gani kwenye watazamaji? Kwanza tunatofautiana, watazamaji wamegaiwa. Watazamaji wa Tanzania hawafanani na watazamaji wa Kenya, wa Kenya hawafanani na Uganda, Uganda hawafanani na wa Marekani, au watazamaji wa Marekani hawafanani na Afrika Kivipi hatufanani wakati sote ni sawa na tunaangalia YouTube? Sio hivyo. Kuna kitu kinaitwa SPM, maana yake cost per mile. Watazamaji wamegaiwa kwa maelfu. Ukitazama na watu elfu moja wa Tanzania ni sasa na shilingi hizi, ukitazama na watu elfu moja wa Kenya utapata hizi, ukitizama na mtu mmoja labda wa South Africa utalipwa kiasi hichi. Ikiwa ndio hivi sasa, huwezi kupata kipimo sahihi ambacho watu laki moja nitalipwa kiasi gani wanaweza. Kuna watu laki moja wakawa baadhi ni wa Tanzania, baadhi ni wa Kenya, baadhi ni wa Marekani. Watazamaji elfu moja wa South Africa unaweza kupata wastani wa dola tatu mpaka saba. Kwa nini nasema tatu mpaka saba? Hii SPM pia inaangalia video gani unaweka video ambazo hazina pesa ni video za burudani mambo ya wa entertainment watazamaji elfu moja wa South Africa unaweza kupata dola tatu mpaka saba tatu ndio kiwango sahihi lakini mpaka saba inaangalia video gani ambazo unaweka lakini nikumbushe hao watazamaji elfu moja si watazamaji wa video no ni watazamaji wa tangazo ambalo linaruka kwenye video Hiko tofauti: kuna watazamaji wa video na watazamaji wa tangazo ambalo linaruka kwenye video. Wale ambao wameliangalia lile tangazo wakifika elfu moja wakiwa hapo South Africa, unapata dola 3 mpaka dola 7, kulinganisha na maudhui ambayo unaweka. Na miongoni mwa nchi ambazo za Afrika ambazo malipo yake ni ya kati na kati, watu wake SPM yake ni ya kati na kati, ni Tanzania, ni wastani wa kuanzia 0.5 mpaka dola 2 wakati dola moja Tanzania ikiwa kwenye hali ya kawaida ni shilingi elfu mbili na mia tano. Kwa hiyo ukipata watazamaji elfu moja Tanzania ni wasta wa kutoka 0.5 mpaka dola mbili 2. Hii mpaka dola mbili ni kwa sababu ya maudhui gani umeweka, kama tulivyosema kwamba SPM maanake malipo ya watazamaji yanatofautiana kulingana na nchi hadi nchi, lakini hata hivyo hivyo malipo ya tazamaji yanaweza kutofautiana kulingana na maudhui unaoweka. Video ambazo ni za burudani malipo yake ni madogo sana kuliko video za mambo ya teknoloji na mambo nyingine, ukiacha zile kutofautiana nchi na nchi. Lakini hata video za burudani, mfano video ya burudani ya Tanzania inaweza kuwa na pesa kidogo kutoka zero mpaka mpaka something lakini video za aina nyingine zikawa zikawa, zikawa SP yake iko juu. Na jambo jingine ambalo huwezi kusema kwamba mtazamaji, ukipata watazamaji laki moja unapata kiasi gani, ni ukubwa wa video. Video yako ukiweka YouTube ikiwa ina dakika kuanzia moja mpaka nne au, au mpaka saba kuna uwezekano wa kupata tangazo moja na kusudia kwenye ile video likaingia tangazo moja, lakini video ikiwa kubwa inaweza kupigwa matangazo zaidi ya manne, matano, sita. Video ikiwa kubwa inapokea matangazo mengi. Sasa huyu mmoja yuko Tanzania ana video yake ina dakika tatu, kapata tangazo moja, na huyu mmoja yuko Tanzania ana video yake imepata matangazo matano, lakini huyu kapata watazamaji laki moja na huyu laki moja. Je, watafanana? wata jibu sio sahihi, hawezi kufanana kwa sababu huyu kapata tangazo moja, huyu kapata zaidi ya matangazo mawili au matatu. Mtazamaji ni yule yule mmoja, lakini huyu, huyu kapata matangazo kaangalia matangazo matatu, huyu kaangalia tangazo moja. Kuna mmoja atauliza, kwa nini Afrika sasa wao malipo yao yawe ya chini kuliko watazamaji walioko nje? Ni kwa sababu Watazamaji wa Afrika wao wana sifa ya kuangalia matangazo lakini hawana sifa ya kununua hiyo bidhaa. Unaweza kuangalia tangazo, hata mimi nafanya, lakini siko interested na hilo tangazo wala sinunui. Kupigwa tangazo tu haijawa sababu, lakini wenzetu wakipigiwa tangazo kwenye video, kama ni la bidhaa fulani, kisha baadaye watafuata, watanunua hiyo bidhaa au watafuatilia taarifa zake. Lakini sababu nyingine, kwamba makampuni mengi ambayo yanalenga matangazo yake Afrika hayalipi pesa nyingi, yanalipa pesa kidogo. Kwa hiyo hicho hicho kidogo ndio na wao wanagawana na na watazamaji au au na waandaaji video wa Afrika, ndio maana SPM yetu Afrika imekuwa ni ya chini. Ok, sasa niende kwenye jibu moja kwa moja, kwa maelezo ya awali niliyotoa kwamba SPM inatofautiana baina ya nchi na nchi na video na video, pamoja na ukubwa wa video. Sasa tuweke mfano tuweke mfano kwamba aspm yetu watazamaji wa Tanzania ni shilingi ni dola moja dola moja ni shilingi elfu mbili na mia tano kwenye hali ya kawaida ikishuka au ikipanda inaweza ikapanda au ikashuka lakini elfu mbili na mia tano kwenye hali ya kawaida kwa hiyo nikipata watazamaji elfu moja Tanzania maanake nitalipwa shilingi elfu mbili na mia tano elfu moja watazamaji elfu moja kwa elfu mbili na mia tano. Nikipata watazamaji laki moja, utafanya hesabu elfu mbili na mia tano mara mia utapata laki mbili na hamsini. Hivyo makisio ya wastan watazamaji elfu moja wa Tanzania kwenye video za kawaida kwenye kipimo cha SPM dola moja ni sawasawa na laki mbili na hamsini, hilo itakuwa ndio jibu sahihi kwa kipimo hicho ambacho tumeweka kama mfano. Hii ni Alzenjbary Technology. Shukran ni wale wote ambao wanaendelea kuuliza maswali, na kama na wao naswali usiogope, milango iko wazi kabisa. Lengo letu sote tufahamu teknolojia. Na kama ndo kwa mara ya kwanza, usisahau subscribe ili upate video mzuri na zaidi na zaidi. Tukutane kipindi kinachofuata.